Wakati hawa yakijiri Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ametoa risala za rambirambi kwa familia ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amollo Odinga, akimtaja kama kiongozi aliyejitolea kuwaunganisha Wakenya. Vilevile Askofu Mkuu akimshukuru Rais William Ruto kwa kumtambua ama kutambua utendakazi wa kinara huyo wa ODM na kumwandalia mazishi ya kitaifa. Amezungumza haya katika ibada maalum ya kufungua na kuweka wakfu kanisa la ABC Kaukiswa, eneo la Kangundo kaunti ya Machakos. Baada ya hafla ya mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu nchini Raila Amollo Odinga kuendelea eneo la Bondo kaunti ya Kisumu, askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ametoa risala za rambirambi kwa familia kinara ya ODM akimtaja Raila kama kiongozi aliyejitolea kuunganisha na kuwapatanisha Wakenya bila ubaguzi wa kikabila. Kenya, tulipoteza kiongozi aliyeongoza taifa pasipo misingi ya kikabila. Unaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Na tuna, tunaendelea kuombea familia yake waendelee kupata faraja na pamoja na, na, na wao, taifa lote tunaiombea pia faraja. Askofu mkuu akieleza kuwa Bwana Odinga hajakuwa kiongozi binafsi, kwani alichagua amani baada ya uchaguzi nchini na kuunga mkono serikali iliyo mamlakani ili kusitisha vurugu baada ya uchaguzi, akihimiza viongozi wengine nchini kuiga mfano wake. Alikuwa mpatanishi kwa watu alikuwa mwenye hekima sana, kwa sababu hata wakati Kenya ilikuwa imeenda kando na macho ya vita kukotoku tukondolea macho alikuwa anaona sana na mbele ya kila mmoja wetu, na ndio sababu ik mara uh, nyingi kufanya handshake. Tutaendelea kuomba wale ambao wameachwa wa, waangalie huo mfano wake vilevile. Vile amemshukuru Rais William Ruto kwa kutambua utendakazi wa kinara huyu wa ODM kwa taifa la Kenya na kumwandalia mazishi ya kitaifa, kumpa Raila nafasi ya, ya, ya kuzikwa na kitaifa as a statesman na kiongozi kama kama rais, eh? pia ni ya kutupatanisha na kuonyesha ya kwamba Raila hakuwa na ugomvi na mtu. Amezungumza <laughs> haya katika ibada maalum ya kufungua na kuweka wakfu kwa Mungu kanisa la ABC Kaukiswa eneo la Kangundo kaunti ya Machakos. Dr. Timothy Ndambuki. The Archbishop of ABC, East Central of Southern Africa and the Vineland, on 19th October 2025. <laughs> and I want to clear this this opening stone to declare his open within the year of the Lord. Isaac Musioka, Undugu TV